Jina anaitwa Donald Mizambwa ni program officer kutoka shirika la AGRA. AGRA ni shirika lisilo la kiserikali ambalo linahusika na kusaidia serikali pamoja na wadau mbalimbali katika kuendeleza sekta ya kilimo, na katika kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka huu tulionao, AGRA itafanya kazi kwenye minyororo minne ya thamani kwa maana ya mahindi, maharage, alizeti, eh, pamoja na mbogamboga mboga na matunda. Katika mikoa ambayo tunatekeleza mradi huu mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya ni mikoa mojawapo, na mradi ambao tunautekeleza unafahamika kwa jina la YEFA. YEFA ni fupisho la maneno ya Kiingereza kwa maana ya Youth Entrepreneurship for the Future of Food and the Agriculture. Lengo la mradi huu ni kuhakikisha kwamba vijana wengi zaidi wanapata ajira katika sekta ya kilimo, lakini tumeona mara nyingi sana vijana wa kike wanasahaulika. Kwa hiyo mradi huu umekuwa makusudi kuhakikisha kwamba vijana wengi wanashiriki katika sekta ya kilimo, na target yetu katika kipindi chote cha mradi tunataka kuwafikia asilimia 80 wawe wanawake na hasa wasichana, I mean, wamama au wasichana wenye umri kati ya miaka 18 mpaka 35 na leo tuko hapa katika uhamasishaji eh, tuna, tunasema public private dialogue kati ya wadau mbalimbali katika eneo la biashara za mpakani, hasa biashara ya chakula. Kwa hiyo tunao vijana takribani mia moja na katika vijana hao asilimia karibu 90, ni vijana wa kike wenye umri wa miaka 18 mpaka 35. Lengo kubwa wafahamu fursa zilizopo katika biashara za mipakani, lakini sio fursa tu, wale ambao hawajavutiwa bado waweze kujua taratibu ili waweze kushiriki kwenye biashara hizo, lakini wale ambao bado wanafanya lakini sio kwa kiasi kikubwa, ili waongeze, kwa maana imeonekana kuna fursa nyingi, nchi jirani zinaitegemea sana Tanzania katika eneo la chakula kwa vijana. Kwa hiyo vijana wakitumia fursa hiyo, basi watajipatia kipato na kazi za kuwafanya waweze kuendeleza maisha yao, ujumla wake, kwa maana wale ambao wameishia, hawakusoma kabisa wale ambao wameishia darasa la saba, wale ambao wana elimu ya sekondari, na wale wenye elimu ya chuo. Na katika mikoa hii miwili e, chemba za mikoa hii kwa maana ya TCCIA ndio wametusaidia kwa sababu wao ni wenyeji, kuona ni vijana gani wanajihusisha, lakini vijana gani pia wanatamani kushiriki. Kwa hiyo ingekuwa ni vizuri wakafahamu e, juu ya taratibu ya biashara za mpakani. Lakini kuhusu namba, idadi ya mia moja, kweli tunajua ni namba ndogo, lakini mikutano hii tunaifanya katika Uh, mikoa mitano kwa hiyo tumeanza hapa Mbeya kwa maana ya vijana mia moja. Tutaenda Kigoma tutachukua vijana mia moja katika eneo lile. Tutaenda Kagera pia kwa maana ya mpakani wa, mpaka wa Mtukula tutachukua vijana mia moja. Tutaenda pia uh, Mwanza kwa maana ya wale wa Msoma kule Silali watakutana pale mia moja, lakini baadaye tutamalizia na Arusha kwa maana ya Namanga boda kwa hiyo tunafahamu mwisho wa siku tunaweza tukawa na vijana mia tano au mia sita lakini hii ni kwa sababu ya rasilimali zilizopo, lakini kwa kuwa nao vijana mia tano tunaimani watakuwa chachu kwa vijana wenzao kuwaelimisha kwamba aliyepata atamweleza mwenzie. Mwisho wa siku tunaweza tukajikuta vijana wengi wanaweza kuongezeka. Sasa hivi AGRA ina mazungumzo na benki mbalimbali hapa nchini, kama ulivyosikia pale ndani tumealika benki za hapa pia katika kushiriki kuona fursa zile zilizopo mwisho wa siku kuna baadhi ya benki ambazo tutafanya nazo kazi ili kusudi kuweza kupata ile mikopo nafuu, kwa maana ya AGRA kuwa kama wadhamini kuhakikisha kwamba vijana wanapata mikopo. Lakini sio hilo tu, tunajua kwamba halmashauri imetenga kila halmashauri kuna asilimia nne kwa ajili ya vijana eh, lakini pia kuna asilimia nne kwa ajili ya wakinamama na asilimia mbili kwa ajili ya walemavu. Sasa ile asilimia nne ambayo iko kwa ajili ya vijana haiendi sana kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo sisi kwa kushirikiana na TCCIA tutahamasisha serikali sasa iangalie umuhimu uliopo kwenye sekta ya kilimo, ili vijana hawa ambao wako kwenye sekta ya kilimo waweze kupata mikopo ile ya serikali ambayo haina riba, na ile mikopo isiende zaidi kwenye bodaboda na vitu vingine ambavyo sio kilimo. Kwa hiyo tutasaidia hapo kuhakikisha angalau kidogo wanapata mitaji.